Nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa Msoma katika bonanza letu la kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, na safari hii tunafanya tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano. Bonanza letu litaanza katika viwanja vyetu vya Mkendo likielekea katika uh, fukwe ya Le Grandi Beach. Bonanza litaanza saa kumi na mbili kamili asubuhi ambapo tutakapofika pale Le Grand Beach tutakuwa na michezo mbalimbali, tutakuwa na beach soka, tutakuwa na volleyball, lakini tutakuwa na burudani mbalimbali, na bila kusahau supu na nyama choma. Nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa Msoma kuhudhuria kwa wingi. Tutaanza na jogging ya taratibu taratibu, alafu tukielekea katika fuko yetu ambapo tutakuwa na hiyo michezo na burudani shime shime kwa wanamsoma wote, aa, wadau wa maendeleo, wafanye biashara, wajasiriamali, watumishi wa umma na watumishi wa taasisi binafsi, lakini kubwa, wananchi wote wa wilaya ya Musoma tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya bonanza letu la kila Jumamosi. Lakini kubwa zaidi, aa, sisi Jumamosi tunasema tuna jambo letu na jambo letu kubwa, tunataka kutesti mitambo. Na tunataka kutesti mitambo na kuonyesha kwamba sisi wananchi wa Musoma namna ambavyo tunavyojiandaa kwa ajili ya jambo letu kubwa na jambo letu lenyewe mwezi wa kumi itafahamika. Karibuni sana wananchi wa Musoma.